Mwaka elfu mbili kumi na sita nilikuwa kidato cha tatu shule fulani. Wakati nasoma, of course, nilikuwa naishi na babu yangu ambaye alikuwa ni mganga wa kienyeji, na yeye alikuwa ana mpango wa kuniandaa mi kuwa mganga kienyeji. Na siku moja, tukiwa dina ki, chakula cha jioni, yani kwa sisi tunaita chakula cha jioni cha kawaida tu, sio kama nini, na akajisemesha tu moyoni mwake kwamba anatamani amwandae mjukuu mmoja kuwa mganga kienyeji. Actually muda ule akunitaja mimi, lakini nikaamini kwamba anazungumzia mimi kwa sababu ndo alikuwa mjukuu pekee ambaye upo nipo karibu naye, lakini ananipenda. Na, na nikamwambia tu kujua kutaka kujua ni kweli anamaanisha mimi. Kaniambia mimi siwezi kuwa mchawi. Akaanza kujitetea. Sasa kujitetea kwake ndo niligundua kumbe mimi ndo ninahitajika. Kaniambia usio uchawi mjukuu wangu. Utakuwa unasaidia watu. Eh, unakuwa daktari sasa. Kwangu mimi niliogopa, sikusema kitu chochote baada ya hapo, kwa sababu kawaida ilikuwa kama nikifanya hivyo naweza nikakutana na madhara yoyote. Kwa hiyo ikabidi nianze kutafuta, kabla sijasema, hapana, nianze kutafuta kitu chenye nguvu kuzidi babu yangu, na nilifikiria labda kutafuta mganga mwingine mwenye nguvu kuzidi babu yangu, kwa sababu mara nyingi alikuwa ananiambia kwenye uchawi pia wanatofautiana uwezo kwa hiyo nikatafuta lakini sikumpata kwa sababu nilihisi kama karibia kila watu ambao walikuwa ile maeneo wanamtegemea sana yeye. Nili, ni, sikujua nilikuwa dilema, sijui cha kufanya. Sasa kipindi kile nilikuwa na marafiki zangu. Uh, rafiki yangu mmoja alikuwa anaitwa Eli na Elia, na wakati wapo, of course walikuwa wao wamemjua Kristo lakini mimi nilikuwa spendi sehemu anayoabudu kwa sababu alikuwa anaabudu sehemu anaomba sana. Sasa mimi nilikuwa najilinganisha, naona kama sitaweza. Nikamuita kiongozi mmoja wa fellowship A nikamuuliza uh, natakiwa kufanyaje ili niwe sehemu ya uh, sehemu ya jamii ya yao, na lengo langu ikiwa nahitaji kupata nguvu ili amba, uh, ambayo itanisaidia kama nikienda kukataa kwa babu yangu isinidhuru Akanambia nitakuchukua nitaenda kutambulisha kwa mchungaji, nikisha kutambulisha, um, nikisha kutambulisha yeye atakuja kutambulisha kwa members wengine. Nikamshukuru, lakini moyoni nikajisemea hii haitanisaidia kitu, kwa sababu nahitaji kitu chenye nguvu ambacho actually kitanipa nguvu. Nafikiri neema tu ya Mungu ilikuwa ndani yangu. Nikamfuata mwingine fellowship B kiongozi, alikuwa kiongozi wa fellowship B nikamuuliza akaniambia kuhusu ubatizo, inatakiwa nibatizwe. Uh, ni, nilipenda. Alikuwa na neno, akanifundisha uhusiano wetu na Mungu, lakini pia unaanza kupitia ubatizo. Nilipenda, nilikuwa tayari moyoni mwangu, lakini mwishoni anavyomalizia, akasema inatakiwa niache kula baadhi ya vyakula <laughs> na hivyo vyakula uh, alitaja aina ya chakula ambacho mimi napenda. Kwa hiyo nikasema nika, hapana kama nikikubali kula aina ya chakula ambacho mimi na, na, kuacha kula chakula ambacho mimi nakipenda, uh, sita nitakuwa mnafiki. Nitakuwa naenda kanisani kwao, lakini nikirudi naenda kula na kwa, nasikutaka kuwa mnafiki kwao. Nikamshukuru, lakini nilijua moyoni pale ndo sehemu sahihi. Sasa, uh, sehemu nyingine sikufikiria, nika nikawa dilema, sielewi cha kufanya, nikaa na mawazo sana na, nilikaa kwa muda kidogo, lakini ndani kulikuwa na bibilia, ilikuwa imechakaa sana, ilikuwa ya vitabu sabini na mbili. Nilikuwa siisomi. Siku moja usiku nikasema, leo ngoja nifungue Biblia. So nilivyofungua nikakutana na simulizi ya Samsoni akiwa amemkosea Mungu na mara ya mwisho kabisa me, akiwa ameshika nguzo za kanisa la Wafilisti akamwambia Mungu, Mungu naomba nikumbuke leo tu, yani amrudishie zile nguvu ili aangushe zile nguzo afe na Wafilisti. Alafu Mungu kweli akampa nguvu. Kwa ni kama kitu kilikuja kwangu kujiuliza, ah, kumbe ina maana Mungu anaweza akamsikia mtu mwenye dhambi. Nilikuwa najua mimi ni mwenye dhambi kwa sababu kipindi hicho nilikuwa nafanya nimefanya matambiko najua. Eh, nimekata chale najua kwamba mimi Mungu hawezi nisikia. Um, nikamwambia basi ngoja leo na mimi ni copy yale maombi. Nikachukua maombi kama yalivyo nikamwambia, Mungu, naomba unisaidie niende wapi wa kati ya fellowship A au fellowship, fellowship B. Sasa baada ya kumaliza nikajikuta nipo kwenye usingizi, ghafla nikawa kwenye usingizi, nikamwona mtu amekuja kunichukua. Wakati amenichukua akanipeleka eneo ambalo lilikuwa zuri, lakini limegawanywa na mto, na ule mto ulikuwa una una maji ya moto, kwa sababu niliona mvuke. Alafu upande wetu kuna kijani ambacho nyasi zake sijawahi kuona duniani upande wa pili uh, wapili wa yule mto uh, ulikuwa ni kukame, amna kitu chochote. Sasa cha ajabu ni kwamba kuwepo ile eneo kulikuwa kuna raha ambayo sijawahi kuiona, sijawahi ku experience kwenye maisha yangu, yani ndani ya moyo nasikia raha. Ikabidi nianze kumlaumu yule mtu alionichukua, nikasema kwa nini hujawahi kunichukua mapema mpaka uh, nahitaji kuanza kurifishwa uganga. Haku nijibu baadaye nikasikia kelele kwenye ule mto ambao umetutenganisha upande wetu na upande wa pili. Uh, nikamuuliza, ah, watu kwa nini wapo kwenye mto maji ya moto akani, akaniuliza tu, nataka kuwaona. Nikamwambia ndio kwao. Tukasogea karibu na mto. Baada ya kusogea karibu na mto nika, nika sina uwezo wa kutambua sura zao kwa sababu ule mto kumbe ulikuwa ni mrefu sana, na nikasikia kelele za watu wapo wengi sana mle. Sasa nikamuliza mbona siwaoni sura zao? Sasa alichokifanya akawa anaonesha kwa kidore, mtu ana point tu, aki point ni kama ume zoom picha kwenye simu yako, inaonekana inakuja karibu. Kwa hiyo baadhi yao nikawaona ni ndugu zangu ambao tumezika mwaka uliopita, wengine miezi iliyopita, wengine ni classmates, watu niliosoma nao ambao tumezika sio muda mrefu. Mimi nikawauliza kwa nini sasa yupo wapo umu? kwa nini wamechagua kwa kwenye ule kwenye ule moto ah maji ya moto? Hakunijibu, tukaendelea mbele. Tukiwa tunaendelea mbele akaniambia nitangulie. Wakati nimetangulia nika tukaona mbele kuna kitu mtu amekaa, na upande wa kulia hamna mtu aliyeka. Alafu yule aliyokuwa ananipeleka kapotea. Wakati amepotea nikajua, ah, huyu atakuwa alikuwa ananileta kwa huyu mtu. Wakati nimekaribia sana mita kama tano, atua kama tano kwenye kile kitu akanikaribisha uh, akani nikae upande wake wa kume. Kile kitu ambacho hakina mtu. Nikakaa. Sasa nikagundua nilifikiria kwamba ile sehemu kuna raha, kumbe sikujua kukaa karibu na yule mtu ndio kuna raha. Hamna mfano, ikazidi maradufu. Sasa nikaa najishangaa yani e, ili raha, kumbe kuna watu wana raha kiasi hiki na kuna maeneo yana raha kiasi hiki. Kwa nini? Nikaanza kujilamu hivi, kwa nini sikuijua hii raha kabla? Sasa nikasema okay, nikajua haya ndio maisha yangu. Nikataka nimuulize we ni nani Okay, kichwani nilikuwa ninawaza ngoja nimuulize ni nani, lakini mdomo unatamka kitu ambacho sikiwazi. Nikatamka, wewe ndiyo Yesu. Hakunijibu, ila kanionesha mikono yake, nikaona alama uh, za misumari kwenye viganja vyake. Nikakumbuka siku moja, uh, mchungaji mmoja wakati anahubiri kwenye mkutano alisema tuta, tutamtambua Yesu kwa alama za misumari yake kwenye viganja vyake, so nikatambua, ah huyu ni Yesu. Kwa hiyo nikakonfirmu, kumbe huyu ni Yesu. Nikamwambia Yesu walokole wanakuhubiri kwamba wewe ni mwaminifu, naomba kwa sababu wewe ni mwaminifu usinirudishe kwa babu yangu, mimi niishi na wewe tu hapa. Sasa cha ajabu, upande wa pili ambako nikukame kulikuwa kuna mtu amekaa tena, kwenye kiti kinataka kufanana na cha ambacho Yesu amekaa, lakini ni cha tofauti. Wakati nataka kumuuliza yule ni nani, akaanza kuniita kwa ishara ya mkono. Wakati ananiita nikashout kwa sauti kubwa sana, nenda zako shetani wala hutanipata tena. Baada ya kushauti vile, yeye akapotea na kitu chake kikapotea, na mimi nikajikuta nimetoka kwenye ule usingizi. By the way, nilikuwa nimesimama tu, nikajikuta nimeamka kwenye ule usingizi, lakini ile raha bado naendelea kuisikia. Nilikuwa natafakari sana kitu ambacho kimetokea, lakini nikawa naumia, kwa nini Yesu amenirudisha kwa babu yangu? Kwa hiyo nikadumu nikiwa nalia na machozi muda wote, hata nikiwa njiani machozi yanatoka tu. Unajua, kuna ile machozi unalia, sio kwamba una shida, ila una raha ndio sasa, ilikuwa so, waka, hata nikiwa darasani machozi. Mkorofi nikawa mpole. Siku moja rafiki yangu Elia akaniambia, karibu leo ibada ni kwetu. Ah, nikasema anyway, ngoja niende tu na ilikuwa sio zile za la kwanza floshi nyingine kabisa. Nika, nikaenda hakuna kitu kilikuwa kinaleta maana kwangu chochote cho, wakati mhubiri anahubiri, lakini wakati anataka kufunga, akasema Yesu Kristo ana nguvu na ukiwa ukimpokea yeye anakuja ndani yako, kuna uwezekano mkubwa wewe kuwa mwenye nguvu kama yeye alivyo, na akatoa mfano, wakati mwingine naweza ukawa una hofu na kitu lakini Kristo akija ndani yako anakutetea na kukusaidia. Ile ilibadilisha maisha yangu. Nikasema ah, kumbe ili ni nimpokee Yesu. Eh? Ili nishinde kile kitu ambacho nakihitaji. Nikumpokea tu Yesu. Nakumbuka mimi nilijua nikimpokea Kristo nitaenda zangu kule ambako nilikuona niishi naye. Kwao, nikamfuata nikamwambia, namhitaji huyo Yesu. Hawakuamini kwa namna ambavyo nilikuwa mkorofi. Walijua kwa sababu nilikuwa nawapinga sana. Wakajua natania ila kwa sababu nilikuwa naongea kwa ukali, wakajua huyu mm, labda anamaanisha, so wakasema okay, naomba tuende pale, alafu tutarudi kuja ku kuongoza sara ya toba. Nikasubiri nikasubiri ili waje, wakaanza kuniongoza sara ya toba. Sasa okay, usichanganyikiwe sana, kila mtu ana experience yake kwenye kumpokea Kristo, ila kitu kipekee cha kitofauti sana ambacho mimi nakumbuka baada ya kuniongoza sara ya toba akasema ngoja waombe. Wakati ananiombea kama dakika like moja hivi, kila mtu akaanza kuzungumza lugha ambazo mimi sizielewi. Sasa wakati anazungumza zile lugha nikaa nahisi kuna maji, kuna mtu ananimwagia maji, yanatirika kutoka kichwani, yani nahisi kabisa yani haya na, haya yapo kimabegani, yanaenda kifuani. Sasa wakati nafikiria hivyo, nikafumbua macho kutazama, hamna mtu ananimwagia, lakini maji nayasikia na, na yalivyofika miguuni, nikajikuta ile raha imezidi maradufu na wale watu wakaendelea waka kuomba kwa lugha ambayo mimi sielewi karibia kwa lisali moja na nusu. Alafu baada ya kumaliza wakanichanganya, kila mtu akaanza kuja kwangu, Mungu anakusudi na wewe walinichanganya sana by then uh, nikaendelea nikasema nika sema, okay, nasikia raha ndani yangu nikaapata ule ujasiri mpaka wakumshuhudia babu yangu, lakini nikawa najiuliza na ili kwa nini Yesu haji kunichukua niende lile eneo ambalo alinionesha, lakini by then nilikaa nikatafakari, nikapata ile kiu ya kusoma Bibilia. Nikaanza ule ule usiku, nikaanza kusoma Bibilia, nikisoma Bibilia naenda naenda kwa kuwashuhudia babu yangu. Na, na baada ya kumpokea Kristo, sikuendelea kuwa na hofu tena. Yani nilikuwa naona, okay, naweza nikaongea chochote nikawa salama. Lakini pia ukorofi ambao nilikuwa naofanya, leo sitausema, lakini Nikuwa nafanya ukorofi mwingi nikabadika, nikajihisi hukumu kwa yale mambo ambayo nayafanya, na kuna watu of course wanawake nilikuwa nimewakosea, sio kwa aina ambayo wewe unafikiria lakini nikawaomba msamaha. Yeah, that's how I came to Christ. Na of course, uh, babu zangu ni watu wa kwanza kuniaminisha kwamba Kristo ni, ni halisi, kwa sababu baada ya kuokoka babu zangu hawajui hawajui kutumia hata simu hawajasoma. Nilimpokea Kristo wakati wa jioni, wakati nimerudi wa, nilikuta wananisubiri na wakaanza kunifokea in. Sasa kawaida, ukiona unafokewa unaona, ukiona unafokewa kawaida unaanza kujiuliza, uh, nimekosea wapi? Kama mtoto, mtoto wote huaga anajiuliza hivyo. Sasa siku ile nikajiuliza, namwambia bibi yangu, mbona leo sijakosea kitu chochote? Je, ni hiki hiki, nilifanya hiki na hiki, baadaye wakani wakani wakashangaa, kwa nini umeokoka? So, nikaja gundua oh, kumbe hii yote ni kwa sababu nimeokoka. Swali so, langu la kwanza ilikuwa amejuaje kwa me, ni kuwa nimeokoka bila kuambiwa. Kwa hiyo ikawa na ah, kumbe Mungu ni harisi kwenye maisha yangu eh? Na kwa sababu pia mwanzo nilikuwa simwamini Yesu, nilikuwa kabisa totally simwamini najua kila kitu kuhusu Yesu. Uh, sometimes siku za siku naenda kanisani, lakini bado simwamini Yesu. Ndio maana ikuwa na practice uganga wa kienyeji kawaida tu na fanya matambiko itokee okay, naona ni kitu cha kawaida. Na kwa sababu pia nilikuwa naishi naye, alikuwa anafanya miujiza naamini okay. Watu wanapona pia. Nilidhani labda yeye ana uwezo kwa sababu sikumjua Kristo before. Kwa hiyo that's how I become Christian.